toto wa P-Funk majani na mzazi mwenzake Kajala. Mtoto anaitwa Paula. Alikuwa ikioneshwa akifanywa kitendo cha ngono. Hiyo ni video ambayo ilisambaa kwa muda mrefu lakini lakini hapa katikati ndio kaanza kuibuka zaidi. Sasa watu wakajaribu kuwatafuta wazazi wake. Lakini mimi nikajaribu kwenda deep zaidi kumtafuta bwana P-Funk majani kuzungumzia hii, kama mzazi anazungumzieje kile kitendo. Cha kwanza inayoshangaza jinsi watu wanavyong'ania, huyo ni mtoto wenu mtoto wenu, wakati sisi wazazi tumeona video tumemtambua sio yeye hapo hapo, mmenielewa? Lakini na inasikitisha mtu kwamba hana maisha anang'ang'aniza kitu ingalau tu, sijui kinamfurahisha roho au sijui nini, lakini kitu kikubwa wazingatie, kweli yule binti ana wazazi wake na ile video inavyosambaa, wazazi wake wanaweza kaja kuiona, aweza kukuta mzazi anapresha au nini, mmoja akapata shida kutokana na hizi hizi kusambaza. Umenielewa? kuimiliki kila sehemu, so kiu binadamu, kuna namna moja au nyingine wanamhaibisha huyo binti, umenielewa yeah. Na hiyo ni binadamu, sio kwamba hatujawahi kuona movie za ngono, si zipo? Kuna mtandao tele, kwani ni mara ya kwanza kuona mtu anafanya ngono? So mara ya kwanza io mara ya kwanza, lakini kwa sababu wamefanana na mtu amekuja kusambaa. Angekuwa hajafanana naye, kuna mtu angejali? Singechukulia tu kama hii video ya kawaida tu, umeshanielewa? Yeah, true exactly. So ndio hicho tu kwa ufupi Ningekuwa mtoto wangu <laughs> kuna video nadhani, usingemsikia naongea, kuna redio au nini, ungeona tu video kile na huyo mshikaji. Sasa naye anashukiwa <laughs> kwa sababu <laughs> mtoto yuko chini ya nani 18, mtoto mwenyewe ana miaka 12, anaingia 13. So lazima uzingatie eh? kama mzazi. Kumekuwa na tatizo kubwa, kwa sababu ningemfuata binti, ningemuuliza haya, nani angeniambia, mtu fulani, ningemfuata hata angekuwa mtoto wa kigogo, singejali kwa sababu kavunja sheria. sasa <laughs> Yeah. Hey, siku moja siku moja utakuwa utakuja kuwa mzazi Crispin, alafu utaelewa uchungu wa kuwa mzazi. Exactly. Yeah. So, namna moja na mwingine hata binti binti wetu wanapata shida pia. Itaanza kusambaa, sehemu nyingine watu labda hata shuleni, wazazi wa watoto wengine wanaambia labda usikae karibu na Paula muhuni yule au nini. Kumbe sio yeye. You understand what I mean? Yeah, true. That's hey, Kwa... I got to say bro. Kuna yeah. Unaniambia kabisa angekuwa mtu mwingine naye ingekuwa ange, angefanywa vile vile pia. Mimi ni mi, mzazi sheria, I wouldn't let it go, my friend, yeah, singecheka cheka, singe na uchungu wangu ningechukua sheria mikononi mwangu singecheka cheka, singeongea na radio, ningetenda ningetenda kitu, especially kwa makamo yale angekua kumi unge uh, yeah, okay, uh, na sita ungeanza kuelewa. Okay, mazingira ambayo mmemtengenezea mtoto wenu ili asikumbane na ishu kama hizi. Paula hana nafasi ya kufanya hivi vitu lani, kwao wako very strict, hata wazazi kuonanana naye ni shida, ni mi, mara moja kwa mwezi tu ndio visiting day, sio kwamba kila weekend mnaweza kwenda. Cha pili, akitoka shule anakuwa kuna mazingira ambayo hana nafasi ya kufanya ufuuzi kama huo, manielewa, muda wote is under adult Provision. Okay, kingine ye mwenyewe namjua namtambua, na kitu kizuri napendaga kumchallenge sana, namwambiaga sitakagi kuona ukifanya hivi na hivi. So ye anajitahidi sana kufurahisha babake zaidi kushinda hata mamake, just kuprove kwamba

Is, ah, okay. Hivi Paula, an no, no, no. Pa Paula ana akaunti yote kwenye mitandao ya kijamii make kuna akaunti Facebook kwenye kuna akaunti zinasambaa sana. No, no, Paula, Paula hana hata simu, so mtu anajuta Paula Kajala, oh I miss you daddy mtoto si, wangu. Sasa wanachofanya <laughs> so, picha wa, wa, picha kwangu kwa anajifanya yeye mtu fulani, umeelewa? Yeah. So Kajala, akiweka picha mpya anachukua anaiweka, au anakumbushia za zamani, anaweka hivyo hivyo. Ziko nyingi, tumechunguza, ziko kama nne. So nachotaka kukufanya, nimejaribu jana, sijui kwa nini inagoma. Kuna sehemu unaweza ka report na unaweza ka report kama mzazi unasema, yeah. kuna, kuna mtu account ya fulani. So nimefuata procedure zote, nimejaza zile nani zao zao ziz zile, zile akaunti. Kaomba kuweka picha, inabidi niweke sasa kitambulisho changu kwa kikiswa, ni kweli yule anaojifanya, umenielewa? So ukifika pale inagoma, ina rudihizo. Akaunti zima zifungwe tu, yeah true, moja au nyingine, yeah, kwa sababu sio msanii Sio maarufu. Umaarufu unakuja kutokana na mamake, lakini yeye anatakiwa mtu wa kawaida aendelee na masomo mm, aweze kafika mbali kimaisha, lakini mimi sitaki binafsi awe hata msanii na yeah. Okay, kwa namna moja au yote nyingine oja. Okay, wewe kama mzazi, labda kuna hatua yote ambayo mnaweza kuchukua kisheria zaidi kuweza kuhakikisha kwamba hivi vitu havimchafui mwanenu, vikaza kumharibu kisaikolojia, kwa sababu wanakuwa atakutana navyo mean well, You know, hawezi ku control kila kitu, lakini hatua za kuchukua ni kama hizo, kumdhibiti vitu fulani na kumsomesha. Kumsomesha na simamishi shule, lakini ile kukaa naye chini, kumwelimisha ili aweze akachagua, kuongea Kiingereza, akachukua uamuzi bora so

tu watu wanakuja for nyama tunakula. Okay, ok no, haina noma, be there my brother. Thanks a lot.